Hello guys, karibuni katika YouTube channel yetu na kama unatuangalia kwenye peji nyingine zozote karibu sana. Mimi naitwa Dr. Elizabeth Lema. Leo nataka nizungumzie nichambue kabisa kuhusiana na estrogen hormone. Maana nimeona yeye niliweka video ya estrogen, maswali yakawa mengi. So natamani nianze kuzungumzia estrogen kwa undani kila mmoja aweze kuelewa. Estrogen hormone ni homoni ambayo inahusika katika mfumo wa reproductive au uzalishaji kwa mwanamke na kwa mwanaume. Maana yake estrogeni homoni inapatikana kote kwa mwanamke na wanaume. Ndio maana nashangaa wanavyosema homoni ya kike. Hapana, hii homoni iko kwa wote. Nitaelezea baadaye tunavyoendelea. Hii ni homoni ambayo inahusika katika mfumo wa uzazi kwa kiwango kikubwa sana na kusaidia uzalishaji. Katika estrogen kuna hiyo inaitwa E2 ambayo iko active kipindi cha uzao ambacho uko productive na kuna E1 ambayo ni dominant, ambayo inakuwa inatawala kipindi cha, ude, cha menopause. Na kuna E3 au E3 ambayo inatawala kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo katika estrogen, hili ni eneo ambalo watu wa conventional medicine wamefocus sana, kwa sababu hapa nazungumzia kipande kidogo cha conventional medicine. Nitakuja kuelezea naturopathic approach kwenye kazi za estrogen. Namba moja kusaidia ishu ya uzao na kutawala au kukontrol kipindi cha menstruation au period. Alafu kitu cha pili inasaidia kusupport tissues kwenye kwenye mfuko wa uzazi ovaries na matiti au breast. Na kitu cha tatu inasaidia mifupa, ujengaji wa mifupa, bone density. Estrogen inahusika sana kwenye hilo eneo. Kitu cha nne kupendezesha au kuboresha ngozi, kusaidia mood, kusaidia utendaji kazi wa brain au utendakazi wa, wa afya akili, na kusaidia kukulinda na magonjwa ya cardiovascular au kuilinda cardiovascular system. Hiyo ni party ya conventional naizungumzia kidogo, najua wenye utaalamu wao wapo jamani. Mimi sio mtaalamu sana kwa upande wenu, nitaenda kwenye upande wangu wa naturopathic medicine. Ninapozungumzia estrogen na estrogen dominance, na maanisha nini? mwanadamu ana homoni zaidi ya hamsini. Homoni kuu ambazo zinahusika kwenye mfumo wa uzazi sana ni pamoja na progesterone na estrogen kwa mwanamke, na kwa sababu hapa nazungumzia zaidi wanawake, nitafokasi hapo. Sasa hizi mbili zinatakiwa kuwa kwenye balance, zinatakiwa kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba mwili wako kwa una balansi kwa sababu una homoni zaidi ya hamsini. Kuna homoni zinazohusika na afya yako ya akili, zinazohusika na mambo ya figo na processing ya asira na furaha. Kuna homoni zinahusika na mabadiliko yako kwa unyumla na ukuaji, so pia zote zinashirikiana. Homoni zinakontroliwa na kitu kinaitwa endocrine system. Hiyo ni system kama tunavyosema cardiovascular system au tunavyosema digestive system. So endocrine system ni mfumo ambao una control una usika na hormone. Kwa sababu hormone zinazalishwa na glandi zinaingia kwenye mfumo wa damu, kwa kikisha mwili wako wote una operate inavyotakiwa. Hii ni mfumo wa mawasiliano ambao unaruhusu mwili wako kufanya kazi yake kwa usahihi. Sasa nini kinatokea unapokuwa na changamoto kwenye maswala ya estrogen? Uh, inapokuwa estrogen ndo imetawala au inaitwa estrogen dominance, au inapokuwa estrogen iko chini kuliko ilivyotakiwa inaweza kuleta changamoto nyingi sana. Sasa tuangalie zaidi kwenye menopause. Estrogen imekuwa sababu kubwa ya uvimbe za matiti, vimbe kwenye mfuko wa uzazi, vimbe mambo ya, ya, ya mirija ya uzazi. Estrojeni imechangia sana hizo changamoto actually sio imechangia, ndio inayohusika katika ku control inflammation. Kwa hiyo yenyewe ndio inayochangia wewe kupata vimbe. Inachangia vipi? Unapoingilia mfumo wa endocrine system, mawasiliano ya mwili yanabadilika, vile mwili wako una operate naturally unabadilika, na hiyo inasababisha mwili wako kuanza kutengeneza unasema resistance au jikinga na, na kama mawasiliano ya mwili hayako sahihi, homoni hile inahusika kusababisha mwili wako utengeneze chronic inflammation. Sasa nini kinatokea unapoingia menopause? Kabla haujaingia menopause, mwili wako una haya mabadiliko kutokea kwenye brain, kwenye ubongo, na kwa sababu mabadiliko yanaanzia kwenye ubongo, tatizo aliwi estrogen kama homoni yenyewe tatizo linakuwa vile mwili wako unavyobadilika moja kwa moja kwenye mfumo mzima wa endocrine system. Tumesema huu ni mfumo wa mawasiliano, ni messenger, ni mjumbe, anapeleka taarifa na kupokea, kuruhusu taarifa za mwili wako ziwe proses inavyotakiwa. Yani umekula virutubisho visafirishwe, ni saa ya kufurahi ufurahi sana, hasira ukasirike, mtoto, period, period, ya ni saa ya kupata mtoto upate, ni saa ya kuingia period uingi period, mabadiliko ya mwili wako umenenepa, ni saa ya kubalansi mafuta kucontrol appetite, ni saa ya kulala kupata usingizi. Homoni ndo zinafanya hiyo kazi. Sasa kwa sababu mwili wako una mabadiliko, mawasiliano katika mfumo wa homoni yanakuwa tofauti. Sasa tuangalie naturopathic approach, sisi tunaangaliaje ishu ya homoni? Naturopathic medicine ni mfumo wa tiba ambao unaangalia magonjwa kitofauti kidogo. Ikija kwenye swala la homoni, hatujali ni homoni gani iko juu, ni homoni gani iko chini. Homoni zote zinatakiwa kubalans, yani kuanzia cortisol, estrogen, progesterone, zote zina insulin, zote zinatakiwa kubalansi. So kwa sababu hiyo tuna fokasi kubalansi homon natural kuupa mwili nafasi ya kuweza kuruhusu mfumo wa endokrini system kujiweka sawa, na hii inafanyika tu kama unajua chanzo na sababu ya homoni zako kutokubalansi kwa sababu wakati mwingine inawezekana wewe ndio unafanya hizo hormone imbalance: mabadiliko ya mwili wako, mabadiliko ya hali ya hewa, matumizi ya dawa, matumizi ya vitu mbalimbali vinavyoingilia mfumo wa endocrine system. So ukija kwenye naturopathic approach, lazima tuende kwenye chanzo, ili tuweze kukusaidia mwili wako uweze kubalansi. Na hii ndio maana anasema homoni sio ugonjwa kwa sababu kinachosababisha homoni zinabadilika au mwili wako unabadilika ni aidha umri au chakula au virutubisho uh, vipodozi unavyotumia ambavyo vinaingilia endocrine system, mabadiliko ya hali ya hewa au kemikali za viwandani ambazo unakutana nazo kila siku. So cha msingi kabisa, na chiropathic approach, lazima ujue chanzo cha tatizo yako, maeneo ambayo yanaathirika sana unapokuwa unapata haya haya hizi kemikali na vitu ambavyo vinasababisha mfumo wa endocrine system. So, mimi kama naturopathic doctor, mfano, wewe una hormone imbalance, hiyo sio menopause, lakini una hormone imbalance. Kitu cha kwanza nachoangalia ni utendaji kazi wa ini lako. Ini lako linafanya vizuri? Kitu cha pili, digestive system. Actually, ilitakiwa kuanza na digestive system, halafu ndio ini lifuate. Kwa sababu ukiwa na shida tumboni tumbo lako alifanyi vizuri, homoni zako haziwezi kore, korespondi inavyotakiwa. Kwa hiyo lazima tushughulike na digestive system. Tunasema gati, lazima tushughulike na gati. Hiyo inabeba sio tu tumbo, gati ni kuanzia hapa mdomoni mpaka unapoenda kujisaidia. Huo mfumo lazima uwe sawa, lazima uwe una operati inavyotakiwa kabla haujashughulika na symptoms za menopause au na symptoms za hormonal imbalance lazima digestive system iwe na kaa sawa. Wengi sana wananiambiaga ah, nataka dawa za hormone. Nikisha kuuliza una shida ya tumbo, unajia gesi, unakosa choo, alafu e, ukisha kuwa na hayo, mimi sitarudi kwenye hormone, nitafokasi kwenye tumbo kwanza. Alafu kitu cha pili, ini, lazima ini liwe linafanya vizuri. Ini linahusika sana kwenye issue ya estrogen hormone E, na ukiangalia, unapokuwa na changamoto ya ini, wale ambao wana fatty liver au ini lenye mafuta, wana cholesterol hii inaweza ikawa ni changamoto kubwa sana linapokuja kwenye ishu ya, ya menopause, lakini inapokuja kwenye ishu ya uzalishaji au uzao, reproductive so hakikisha ini lako liko safi. Ninapo unapofika hapa kwangu approach, na chiropractic approach nakwambia wewe oh, una hormone imbalance, mimi nitashughulika na ini nitashughulika na digestive system Sijakosea, hiyo ni approach kwenye naturopathic medicine. So ini lina nafasi kubwa sana kwenye eneo la hormone na kuhakikisha hormone ina balance vizuri. Kumbuka hormone zinatumia mfumo wa damu kupeleka taarifa na kufanya kazi zake, kwa maana ya kwamba tezi zinapo release hormone, hormone, hormone zinaingia kwenye damu na kusaidia utendaji kazi wa mwili wako kupitia mfumo wa damu. So ini lina nafasi kubwa sana linapokuja swala la kubalansi homon. So, kwenye masuala ya homon kuna mambo ya thyroid. Eh, kuna mambo ya hyperthyroid, hypothyroid. Hii ni, uh, ni homon. Hili ni eneo ambalo linahusika na homon kwa asilimia kubwa sana. So, unapokuwa na changamoto ya hyper au hypothyroidism, huku kwenye naturopathic medicine, atu focus tu hapo tunarudi tena. Digestive system iko sawa eh, ni lako liko sawa. Haya ni maeneo makubwa sana ya kufanyia kazi ambayo yanatakiwa kukusaidia wewe. Kuna kitu kinaitwa adrenal gland. Hii ni tezi ambayo inaishi juu ya figo. Je, inafanya vizuri? Adrenal gland inasaidia kubalansi na kukontrol furaha, hasira, flight mode. Eh? Ah, jinsi ambavyo unareact, jinsi ambavyo unafanya mambo. Je, adrenal gland haijaburn out, haijachoka, inafanya vizuri eh? mazingira ulioko unapata usingizi, mapigo yako ya moyo yanafanya vizuri. Haya yote yanaweza kuwa yasio moja kwa moja, tusishughulike moja kwa moja na hormone, tukashughulika na haya maeneo. Nikikupa mfano tu, kama mapigo yako ya moyo yafanyi vizuri tunafanya nini? Tuna balance fatty acids. Tunakupatia enzymes kwa sababu gani? Bila enzymes, bila fatty acids kubalance, mapigo ya moyo yatafanya vizuri. Na haya yanaweza kuchangiwa moja kwa moja na changamoto ya hormone, au yanaweza kuchangia changamoto ya hormone. So lazima digestive system ikae vizuri ha, ha, upate usingizi vizuri, ini lako liwe vizuri, mfumo wako wa, wa mazingira yako yasiwe yenye chemical kama mazingira yako yana kemikali s, si unatumia pafumu ambazo zinaingilia endocrine system, unatumia cosmetics ambazo zinaingilia endocrine system, menopause yako hormone imbalance zitakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu constantly mwili wako unaingiliwa, hauwezi kuopareti na kuproses inavyotakiwa. Na wanda una miaka thelathini unaonekana kama una miaka hamsini e, kwa sababu kemikali zinakuzeesha. Kemikali zinaingilia mfumo wako wa hormone, mfumo wa, wa endocrine system ambao ndio unaamua vile information zinapelekwa, na mwisho wa siku unaishi kwenye tension, unaishi kwenye stress, unaishi kwenye mwili wako hau, hauwezi kurelax, haupati usingizi, mapigo ya moyo yanabadilika kila wakati, hayako ya vizuri, period yako inaruka-ruka, wale ambao bado wanapata period inakuwa iko heavy, lakini hizi pia zinaweza kuwa ni symptoms za perimenopause, kuelekea menopause. So, estrogen hormone inahusika sana kwenye hili eneo. Na hiyo ni inflammatory hormone inasababisha inflammation, maumivu ya mwili, kukasirika, kutokuwa na furaha, mapigo ya moyo, kukosa usingizi, kukosa amani, wasiwasi, kuwa na mawazo ya negative feeling, eh? Mawazo ya uovu. Nikisema mawazo maovu, eh, negative feeling. Kwa sababu gani estrogen dominance au low estrogen inakuwa iko very low kuliko ilivyotakiwa kuwa pamoja na progesterone. So, naturopathic approach ni tofauti kidogo na conventional approach. Tunaangalia zile root cause, na yale maeneo ambayo yana connect na homoni moja kwa moja. So, vitu gani ambavyo vinaweza kuwa vinachangia wewe kuwa na hizi changamoto za hormone balance, haswa estrogen dominance. Kitu cha kwanza, pathways, njia za energy za ini hizi zinakuwa haziko vizuri, unatakiwa kufanya detoxification. Kitu cha pili, chronic stress, unaenda kinyume na wewe mwenyewe, against yourself. Stresi inaweza kuwa inasababishwa na maisha yako lakini inaweza kuwa inasababishwa na mazingira, inaweza kuwa inasababisha na magonjwa wanayopitia yanakufanywa nakuwa na stress. so, chronic stress. Stress inasababisha progesterone kuwa chini na hiyo inasababisha e estrogen kuwa juu na inaleta shida. Kitu cha tatu, chakula. Unakula vyakula ambavyo havina nyuzinyuzi na hivi vinasababisha choo chako akiwi vizuri, na hii inasababisha digestion au uzalishaji wa, wa estrogen kuwa chini. Kitu cha nne synthetic. Nikisema synthetic ina maanisha nini? Tuna vitu vingi ambavyo kuna organic na kuna synthetic, yani kuna vitu vya asili na artificial ambavyo, nirudia hapo, synthetic ni artificial, asili ni organic. So kwenye kila kitu kuna nywele organic na synthetic, kuna dawa organic na synthetic kuna vyakula organic na synthetic. So synthetic estrogen ambazo zinatokana zina na plastiki, cosmetics, pesticides, eh, vitu vya plastiki, vipodozi na pesticides. Pesticides ni ma, ni hayo tunayotumia kwenye kilimo. Hivi vinasababisha mwingiliano mkubwa kwenye endocrine system na kuleta changamoto kubwa sana kwenye issue ya estrogen hormone so, mimi kama naturopathic doctor, dokta, ukiwa na hizi shida zote unatakiwa kufanya nini? Niliweka ile clip nikizungumzia estrogen. Sasa solution ni nini? Solution iko hapa, na hii solution ni wewe mwenyewe unatakiwa kuifanyia kazi kwa bidii, constantly unaifanyia muda mrefu, sio kwamba leo na kesho. Hii sio kidonge tu na meza. Unataka kubalansi homoni zako vizuri, badilisha mfumo wako wa maisha. Hautazeeka haraka, hautachoka utajiona uko vizuri, utakuwa active, utajielewa. Solution namba moja, vyakula vyenye virutubisho vinavyoweza kubalansi hormone ambavyo vinanyuzinyuzi za kutosha. leaf, magja, mboga za majani, tunasema leaf greens, cruciferous vegetable, hizo ni kama cabbage, cauliflower, broccoli, hizo mboga ambazo zina familia ya cabbage. E, cabbage ya iko kila mahali, unaweza kula cabbage hata kila siku nimefundisha hapa kufementi, nimefundisha jinsi ni ya kutumia cabbage kama dawa. So cabbage ni moja ya mboga ambayo ya itasaidia sana kubalansi hormoni, kusaidia masuala ya estrogen na progesterone, kubalansi na hormoni zingine zote. Kitu kingine ki kikubwa ni flaxseed. Flaxseed oil nimeizungumzia sana sana sana, so flaxseed imekuwa recommended sana, lakini fermented soy eh, wale wanatengenezaga uji wanaweka soi bin, ehe, soi inasaidia sana estrogen. Nilikuwa na istadi nikagundua soi ni moja ya ya mbegu ya, ya, ambayo ina- inafocus moja kwa moja kwenye kusaidia estrogen hasa estrogen. estrogen ikiwa juu sana inatakiwa ibalansi na progesterone na, na hii ndio maana tunasema tumia vyakula Ukitumia dawa una replace hiyo ni kitu tofauti na kutumia vyakula ambavyo vitasaidia mwili wako kuoperate inavyotakiwa. Ita detox itasaidia digestion, itasaidia operations za mwili wako. So processed sugar, vitu vya sukari, vitu ambavyo havitakiwi kutumika sana, pombe, e, wanga uliochakatwa sana, chapati, mandazi, mkate, ugali wa sembe, huo unatakiwa upunguze. Solution kubwa ambayo naturopathic medicine tunakupatia ni herbs habo, eh e, tuna habo mbalimbali kama tribulus, trigonella for herbs, ashwagandha, eh alafu tuna, e, kita combo antibiotic. Hii ni combination ya herbs ambazo zina balance sana hormone, unatakiwa uzitumie. Wale ambao wanapata, maca root unaweza kutumia, milk thistle unaweza ukatumia Hizi zinasaidia sana kubalansi homoni, lakini hapa Cornwell Tanzania, ashwaganda ipo, tribulus ipo, e, tuna Eugenia, alafu tuna trigonella foenum alafu tuna flaxseed oil, tuna pgm africanum hii inaenda kwa wanaume, aktuali hizi e, ambazo zinasaidia sana kwenye kubalansi homoni so, balansi homoni naturali. Kumbuka usisahau zinki na hizi ni mbili ambazo sio, haziendi moja kwa moja kwenye hormone, lakini zitakusaidia sana kwenye mfumo wa cardiovascular system ambao ni mfumo mkubwa sana unaotumika kwenye masuala ya hormone na estrogen dominance so, hakikisha una balance hormone. Hatu replace hormone, bali tuna balance hormone. Hormonal replacement na hormonal balance ni vitu viwili tofauti, kumbuka nimesema kule mwanzo conventional approach na naturopathic approach ni vitu viwili tofauti. So unaweza ukafanya integrative integration. So integrative medicine ndio direction tulio nayo sasa duniani. Tunafanya integrative, natural na conventional zikienda pamoja zinaleta matokeo mazuri sana. Inatakiwa upate daktari anayeelewa, mtaalamu anayejua jinsi ya kufanya integration. Sio kila daktari anajua na sio kila mtaalamu wa tiba mbadala anajua. So elewa ni yupi anayejua jinsi ya kufanya integration. Na ukafanya integrative medicine kwenye matibabu unayofanya. Ishu ya hormone imbalance inazalisha vitu vingi sana, so usiichezee ukiwa menopause. Usiseme tu, nataka dawa ya kuondoa hot flashes, nataka dawa ya kunisaidia nisipate heavy period. Badilisha mfumo wako wa maisha. Hichi sio kipindi tena cha kufanya vitu kama kawaida, unatakiwa kila siku unachokula kibalansi homoni. Punguza sukari, badilisha vyakula vingi ambavyo ni vinasababisha estrogen kuwa dominant, eh, estrogen kuwa too high, au estrogen kuwa too low. Hiyo ina, inatakiwa ujue ni vyakula gani ukila vitakusaidia, na nimesema vyakula vyote ambavyo vinadili na estrogen hormone. Mbegu za maboga zinasaidia eh, uh, E, chia sidi zinasaidia, flax sidi zinasaidia, vitu kama hivi. Minopozi sio ugonjwa, so usi suppress usilazimishe, maumivu yazimike, ruhusu hiyo transition ipite. Sasa kuna wale wenzangu wakipata maumivu ya jointi, maumivu ya mwili, wanataka kuya suppress, yanakutengenezea magonjwa mengine ambayo kupashwa kuwa nayo. Minopozi ni transition, sio ugonjwa. So usizimishe maumivu, ruhusu mwili wako utransit upite kwenye hii prosesi. Unaruhusu vipi? Kwa kutumia zile virutubisho ambazo tunazitaja kila siku, virutubisho vya kubalansi hormone na kuruhusu hii transition iwe smooth. Badilisha chakula, tengeneza muda wako wa mazoezi, lala mapema, jifurahie. Pata mtaalamu anaweza kukusaidia kujua jinsi ya kuvuka hii stage. Unapozimisha maumivu ndio unatengeneza kisukari, unatengeneza presha, unatengeneza magonjwa ya moyo, kwa sababu unazimisha taarifa muhimu ambazo mwili wako unataka kuziprosesi ili uweze kupita katika hicho kitu. Yaani kama unapita kwenye mtihani ambao unatakiwa kesho, umemaliza vizuri wewe, una, una, unaweka tu chochote kile? Hapana, inapashwa uruhusu hii prosesi ipite, kwa sababu sio ya kudumu, inabadilika. Perimenopause, Menopause, post menopause. Aya, ni mabadiliko mwili unabadilika. Unavyolazimisha mabadiliko na kutumia vitu ambavyo viko kinyume na hiyo transition, ndio unazeeka, unatengeneza magonjwa mengine mengi ambayo ukupashwa kuwa nayo. Kumbuka kwamba kama hufanyi chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Unapokuwa huko huko kwenye kwenye menopause, tumeshakubaliana huko kwenye estrogen dominance estrogen changes, inaweza kuwa sio dominance, inaweza kuwa iko low production, ya estrogen iko chini. Vyovyote vile, uko kwenye transition. So chakula ni vyakula gani utatumia viweze kukusaidia? Kitu cha kwanza, vyakula ambavyo ni anti inflammatory. Nilishaelezaga mimea yote ni anti inflammatory as long as haijapata pesticides. Kama mimea imepigwa madawa madawa hiyo hiyo hiyo faida imeondoka. Ukila ukinywa juisi ya limao juisi ya maji ya limao hiyo ni anti inflammatory, lakini pia ni antioxidant, itakusaidia sana. Ukila machungwa, inakusaidia ni antioxidant, ni anti inflammatory. Ukitumia tangawizi, ukitumia turmeric au manjano, ukitumia mdalasini, ukitumia clove eh, au tangawizi, hizi zote zina familia ya anti inflammatory, ni muhimu sana kwenye dayati yako ukatumia anti-inflammatory. Namba mbili, hakikisha unapata madini madini yanayofom binadamu eh? madini kama magnesium phosphorus, manganese, calcium, hakikisha eh? unapata combination ya mineral. Guys, tuna multimineral unaweza ukanitafuta nikakupatia kanita. So unatakiwa upate vyakula vyenye mafuta salama na mazuri samaki, so samaki mtafuta. Tumia samaki mbichi mwandae peke yako vizuri, alafu um, umpike vizuri bila kumkanga, na kama unakaanga hakikisha haumkaangi kupita kiasi, usipoteze vile virutubisho ndani ya samaki. Hapa ndo tunapata omega 3, na tunaweza kubalansi omega 3 6 na 9. Kumbuka mafuta ya alizeti ni omega 6, so tunahitaji kubalansi omega 6 pamoja na omega 3 na omega 9. Ndio maana tunasema tumia flaxseed. Flaxseed oil jamani, wale wanaosema mafuta ni magumu kunywa, guys, hauna option kama upo menopause. Flaxseed oil ni lazima, hauna choice kwa sababu hiyo ndio itapunguza hot flashes. Kinachofanya unapata hot flashes, unapata joto, mwili unachoma, ni balance ya joto na baridi, hii inafanywa na fatty acids. So tumia flaxseed oil. Tumia flaxseed oil itakusaidia sana. Kitu kingine ambacho natakiwa kupunguza, wanga, punguza process, nimesema pale mwanzo, punguza wanga, mikate, chapati, mandazi, wali, ugali uliokuwa process. Punguza vyakula vyenye pesticides, yani kama unajua hicho chakula kina pesticides, kina madawa, madawa na makemiko na masumu ya, ya kisasa, punguza kwenye minopozi. Mwili wako hauwezi kuprocess hivi vyakula una prosesi kitofauti na symptoms zinazidi, so punguza, ili upunguze nafasi ya kupata magonjwa ya mfumo wa maisha, magonjwa kama kisukari pressure, magonjwa ya moyo yanasababishwa sana na kula vyakula vyenye pesticides ambazo zin, mifumo yetu ya endocrine system inashindwa kuprocess naturally vile ilivyopashwa. Kula vyakula vya asili, kula vyakula ambavyo havipitii kwenye kemikali sana, kula vitu asili from the nature. Usipofanya chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako, na hiyo itakuwa affect big time. Chakula ni dawa namba moja Namba mbili ni herbs, dawa za asili virutubisho vilivyotengenezwa kwenye mazingira sahihi, kwenye mpangilio sahihi, na vina usalama na ubora unaotakiwa. Kitu cha tatu ni kujielewa. Fanya mazoezi, lala mapema, upe mwili wako muda wa kujipanga na kujialaini. Usingizi una nafasi kubwa sana katika kuhakikisha mwili wako unakaa vizuri. Kipindi cha menopause, ni transition na si ugonjwa. Usiniulize nitapona lini. Inawezekana hivi virutubisho unatakiwa kuvitumia maisha yako yote, so jifunze kuelewa ni kirutubisho gani ukitumia kinakusaidia na kwa muda gani, na ubadilishe, ufanye nini? Ndio maana lazima uwe na naturopathic dokta anayeelewa how to handle menopozi naturally. Yes, hiyo sio ugonjwa, hiyo inaleta magonjwa jinsi unavyoisupress. The more unaisupress the more inatengeneza magonjwa, eh? Joint arthritis au osteoarthritis zinakuja kwa sababu estrogen domina estrogen hormone kazi yake ni kuform mifupa na kusaidia kuifanya vizuri. Sasa kama kama haufanyi inachotakiwa, mifupa ita deteriorate. Unaanza kupata osteoporosis, unaanza kupata arthritis, osteoarthritis, kwa sababu umeshindwa kutumia chakula na virutubisho kwa usahihi. Upe mwili wako nafasi ya hili mwili wako unajua cha kufanya, especially kwenye hii transition. Karibu sana, asante kwa kunifuatilia. Video inayofuata nitazungumzia andropozi kwa wanaume, so wanaume uwe tayari. Kama umeangalia hii kwenye chaneli yangu, tafadhali subscribe na share akisha watu wanatufola, wanatufollow na wanajifunza mambo mengi. Barikiwa sana.